Bismillahrahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wasaxbihi wamanwalah bad, namshukuru Allah subhanahu wa taala kwa wingi wa neema zake na upana wa fadhila zake tukiwa ukingoni mwa kukamilisha rihla yetu hii ya kidawa la visiwani huku leo hapa E, katika siku hii ya Jumapili tupo katika maeneo ya Chundwa kwenye sehemu moja inaitwa Kidauni, baada ya kumalizia ziara yetu e, katika maeneo mbalimbali na jana tulialia Kizingitini. Alhamdulillah, hivi sasa tumemaliza muhadhara wa kina mama e, katika moja misikiti hapa Chundwa Masjid Nur Al Jihan, na hivi sasa tumekuja hapa, wenyeji wetu wametualika kuja kupata kidogo kitu katika neema za Allah nyama za mbuzi hapa, nyama za kuchoma zile, na wengine wetu wamesema wajaridhika bado mpaka wapate mayuru na nini, lakini inshaallah tumeambiwa kuna mayuru makuru makuru yamewekwa huko. Uh, kama unavyoona, alhamdulillah ndugu zetu hapa wanatuandalia uh, ile neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakirimu kutukirimu nayo sisi, nayo si neema nyingine, ni neema ya nyama ya kuchoma, na hizi neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziandaa huko peponi, lakini tuanze kunemeka nazo duniani vile vile, ili tukiambiwa peponi kuna neema kama hizi tujibidishe, baada ya kuonja ladha yake hapa duniani. Na inshallah kawaida yetu sisi, huwa mimi na Ustadh Yusuf kwenye maeneo kama haya hushindana, na mara nyingi humshinda, na leo inshallah tutashindana vile vile kuzitandika hizi nyama za mbuzi, nyama za kondoo, na anatumai inshallah vile vile leo itamshinda vilevile kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tumshukuru Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala wa katika rihla yetu ya dawa ya wiki moja, leo siku ya Jumapili tarehe nne, tuko uh, kijiji cha Tundwa kwenye mtaa karibu na Tundwa huitwa mjini huitwa Kidauni. Alhamdulillah kwa ndugu yetu Ustadh Omar Sheba ametukirimu leo hapo, tuko shambani kama mnavyoona, tutachoma mbuzi hapo Alhamdulillah, na madafu tumekunwa, tutabembea hapa. Allah mjeze khairi na Allah wajeze khairi watu wote wa ndugu zetu walio tukirimu kuanzia Kipungani, Amu, Siu, Chundwa, Rasini, Kizingitini. Wallahi tumefurahi sana, Mbwajumwali tumefurahi sana kwa rihla hii, imekuwa rihla wallahi ina furaha sana hata tumesahau kwamba kuna yani tumesahau ile Mombasa na stress za Mombasa. Tutatamani tuongeze tena siku nyingine, lakini alhamdulillah tutarudi tena inshallah wakati mwingine, kwa hasa kwa namna wenyeji walivyotukirimu, ya tufanya sisi inshallah mara moja tukirudi tufikirie kuja tena. Bismillah, asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd, ndugu zangu Waislamu, twashukuru sana ndugu zetu wa visiwani wa ikram yao alhamdulillah. Tumekuja na mashekhe tofaut, tofauti tofauti. Hii rihla tulianza na Sheikh Muhammad Bachu, tukaja na mashehe kadhaa, tukaja na kina Sheikh Said Bafana, walilah alhamdu. Na ile ikram ya watu wetu wa visiwani wote, wote, alhamdulillah wali walifurahika kwa ikram watu wetu asema yani, vijiji watu ukiangalia ahwali zao za kimaskini, lakini ikram yao yashinda mamilionea, walilah alhamdu Tumekuja safari hii tuko na Shekh Abu Ahmad, tuko na Ustadh Yusuf Omar na Muhammad Bachu na mwanaharakati wetu huyu wa Malindi Shekh Jumaa, hapa tuko na Sheikh Muhamad she, walilah alhamdu. Twashukuru ndugu yetu Omar Sheba, leo ametualika hapa shamba, kama alivyowafanya ikram mashekhe wengine kina shekh, Ma... shekh Saad na wengine na watu wa dawa Center wote walilahi alhamdu Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikia kuweza kuja kisiwani Lamu kwa ajili ya da'wa. Tuko huku kuanzia siku ya Juma Jumanne, tulikuwa Kipungani, tukawa Lamu tukavukia kisiwa cha Pate Island. Alhamdulillahi tuashukuru kwa kuanzia, tuje tuko katika vishindo wa da'wa kuanzia saa nne asubuhi mpaka tukipumzika huwa ni saa nne za, za usiku. Twashukuru kwa watu kujitolea kuja kwao kutusikiliza na vile vile twashukuru ikramu yao ambayo kwamba walikuwa nayo. Kwa kweli wallahi, ni furaha ambayo kwamba twafaidika kwa kidunia na twafaidika vile vile kiakhira. Tua kidunia, twafaidika kwa kubadilisha mazingira, kuamiliana na watu, kujuana na watu wengine ambao kwamba tulikuwa hatuwajui, vile vilevile kuona tamaduni za watu ambazo kwamba kikwetu kulikuwa hakuna mfano, kama kula mayuru kwetu huko wahatuli, lakini huku alhamdulillah wako pamoja, na kwamba wengine nzitewa hapa kama kina bachu Mashallah, umetushinda katika kula mayuru lakini na sisi huwashinda kwa mambo mengine. Kama juzi tulifanya mashindano ya mashehe kuogelea, basi kumbe mimi nilikuwa kimtukulia ni papa, lakini kumbe hata hanishindi, na klipu ziko ndiani, inshallah mtaziona. Tumeshindana pia kuogelea na nimemshinda, hakutosha. Alhamdulillah, yeye atanishinda kwa kula yuru, lakini na mimi nitamshinda kwa mengine. Wallahi, tumefuraha tumefurahi, na Mwenyezi Mungu atufurahishe katika dunia yetu na akhera yetu.